Mkichagua kama wale ambao hawakunishauri hata kwa kuniletea majina ya kuteua kwenye nafasi zenu, mkachagua tena katika mwaka huu, mjue mna miaka mitano mingine ya kuumia. Neno langu ni hivi, mashehe, tunaendea katika uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu wa kiserikali na tayari matangazo mengi yametoka hata hao viongozi huwa anatuambia tuchague viongozi waliokuwa sahihi. Mwakilishi wa Mufti alikuja, alisema usikubali kuchagua kiongozi yule yote ambaye atakayekupa rushwa, kwa sababu ana mambo yake. Akimaliza tu amepita katika nafasi tayari, mnaweza mkaumia miaka mitano mbeleni. Sasa kwa kunukuu hii hadithi ya Mtume kwamba ukimchagua mtu ambaye si katika nafasi yake na akapita pale basi subilini. Iama jumbe wangu ni huo. Mimi ndugu zangu, tulikuwa wagombea arubana kitu. Mungu ni shahidi, sikutoa hata senti tano ya kuhonga. Kama yupo kijana yoyote hapa alikula hela yangu, asimame hapa azungumze. Nilipewa majina ya kila aina. Nilitoa milioni moja tu ya kuchukulia fomu nilimtanguliza Mungu wangu na Watanzania wenye nia ya kuleta mabadiliko ya kweli ya nchi.